Hivyo, na wachora Nye vipanya Game ya Mzimu liuwa naaepaadmzmugo edanaenda kama ladenga but ni producer pia anaitwa Bin Laden na track inaitwa 911. Humo ndani kwenye line amesema kwamba yeye ndo mzimu wa Albert Mangwea na yuko hapa kuthibitisha kwamba sio kwa ubaya, lakini zile levo ambazo alikuwa akiperform the late Albert Mangwea swag freestyle na vitu vitunoma ambavyo tumewahi kumjua navyo the late Albert Mangwea anavyo Bin Laden sasa hivi kwenye sura mpya by the way, huyu hapa Bin Laden na track inaitwa 911. Uh, tukianza kwanza, goa ni brother ambaye uh, ni brother legend ambaye amechonga barabara moja kati watu ambao amechonga barabara na pia ni moja kati ya watu ambao walikuwa kwa mbele ya muda, pia uwezo wake ulikuwa sio kawaida. Alikuwa na uwezo kuimba na rap, alikuwa na uwezo ku-rap kwa melody ya swag, ni unyamwezi nini, uandishi ulikuwa umenyooka sana, alikuwa na uwezo pia kunyumbulika, yani anaweza kuswitch leo na akafanya hiki hiki. Kwa mimi sikali style sikali flow, kama ukiangalia hata mwendo wa jet na 911 zina style tofauti, kwa nienda kama mtu ambaye ananyambulia ananyumbulika, na nimekuwa inspired na Ngwear kwenye hiyo engo ya kubadilika badilika kunyumbulika nyumbulika. Kwa hiyo um, pia kitu kingine Ngwear ni kaka ambaye ametoka Dodoma, na na kipindi mimi nafanya hustling zangu za muziki, hata kabla sijawa producer nilishampigia simu Ngwear before, kwa hiyo nikazungumza naye mara matatu, sisi tu yasema. Kwa hiyo mimi huwa namchukulia kama brother na kile ambacho alikuwa nakifanya kwenye kwenye game yake sidhani kama kuna mtu mwingine sha kukifanya rap, ambaye anaweza rap kwa melodi akaimba ana, ana, aka maraga. Unanielewa, ni vizuri. Siju, baada ya hii kutoka, sidhani kama kuna mtu. Kwa hiyo mimi nitaenda nita, kama mzimu wa Ngwea, kwa sababu so, kile ambacho kilikuwa kimepotea nao ninaweza kujaribu kukifanya kwa namna moja au nyingine.